Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri huko Damascus nchini Syria. Mimi naitwa Ramadhani Fupi. Kwa sasa ni rasmi, taifa la Syria litaongozwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Rais wa sasa wa mpito wa serikali ya Syria aliyeingia madarakani kwa mapinduzi Mohamed Al Jorani, siku ya Alhamis, ametia saini katiba mpya ya muda inayoruhusu nchi hiyo ya Syria kuongozwa kwa misingi ya dini ya Kiislamu kwa muda wa miaka mitano ndani ya kipindi cha mpito. Mohamed Al Joran aliyekuwa kiongozi wa kundi la Hayati Tahrir Al Sham, HTS aliyeongoza mapinduzi yaliyompindua aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar Al Asadi, kwa sasa ndiyo rais wa nchi ya Syria, na wakati huu kiongozi huyo ametangaza rasmi kuiongoza nchi hiyo ya Syria kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Maamuzi hayo yanakuja kufuatia mkutano uliofanywa na makundi mbalimbali mbali yenye silaha yaliyoshiriki katika mapinduzi ya serikali ya Bashar al-Assad ambapo katika mkutano huo makundi hayo yalikubaliana kufuta kabisa katiba ya nchi hiyo na kuanza mchakato mpya wa kuandika katiba. Awali, wananchi nchini humo walifurahi kuona mwisho wa utawala wa familia ya Asadi kwa kile walichokiita utawala wa kidikteta, lakini bado kumekuwa na mitazamo hasi kwa baadhi ya wananchi nchini humo wakihofia utawala mpya wa sasa chini ya Mohamed Al Jorani kufuatia mashambulizi yanayofanywa na jeshi la Israel katika ardhi ya Syria. Ingawa jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika ardhi ya Syria, serikali ya Syria chini ya Al Jorani haijatoa maamuzi yoyote dhidi ya Israel, hali inayotia wasiwasi kwa raia wa nchi ya Syria, wakihofia huenda Syria ikaongozwa kwa matakwa ya Israel. Akizungumza na waandishi wa habari, mmoja kati ya wajumbe wakamati, wa kamati waliopewa dhamana ya kuunda katiba mpya ya Syria, Abdul Hamid Al-Waoh amesema kwamba katika nchi hiyo, kwanza rais lazima awe Muislamu na sheria za Kiislamu zinapaswa kuwa chanzo cha fikhi. Akitolea ufafanuzi kuhusu uanzishwaji wa katiba mpya nchini humo Ali Waoh amesema kwamba katiba hiyo mpya ya muda itadumisha uhuru wa vyombo vya habari pamoja na kusisitiza uhuru wa kujieleza kwa wananchi. Itakumbukwa kipindi kifupi kilichopita serikali ya Syria chini ya Al Joran ilifanya mazungumzo na nchi za Umoja wa Ulaya ambapo katika mazungumzo hayo walikubaliana kwamba Syria haipaswi kuongozwa kwa misingi ya Kiislamu, lakini wakati huu tunaona kiongozi huyo wa Syria Mohamed Al Jorani ni kama vile anakiuka makubaliano hayo na anaamua kutia saini muongozi wa muda mfupi wa kikatiba wa kuiongoza nchi hiyo kwa misingi ya Kiislamu. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Mimi ni Ramadhani Fupi.